Alifirisika na kuwa hana kitu kabisa. Akajifanyia tathmini, ni wapi aliteleza, akaanza upya na hatimaye akafanikiwa sana. Hii ni hadithi ya uchumi, hadithi inayomzungumzia Asha, mwanamke mjasiriamali aliyepambana na changamoto za kibiashara mpaka kufanikiwa maishani mwake. Niandikia hapo chini kwenye comments, unatazama ukiwa wapi? Hali yako ya kiuchumi ikoje kwa sasa? Like na share, tusipoteze muda, tuanze hadithi. Ilikuwa jioni yenye upepo mzito mjini Morogoro, Asha akakaa nje ya nyumba yao ya kupanga akitafakari. Alikuwa mama wa watoto wawili, lakini jambo lililokuwa linamla kichwa siku hiyo ni kuporomoka kwa biashara yake ya kuuza nafaka. Kwa miaka miwili alihangaika kujenga biashara ndogo ambayo ilikuwa imempa matumaini, lakini sasa bei za bidhaa zimepanda, ushindani umezidi na mauzo yameporomoka. Alikumbuka jinsi alivyokuwa anaingiza faida kila wiki, lakini papo hapo mambo yakabadilika. Baada ya serikali kupandisha kodi kwenye malori ya mizigo, gharama za usafirishaji zilipanda na bei za jumla zikawa juu zaidi. Asha hakuweza kuuza kwa bei ile ile. Alipoongeza bei, wateja wakaanza kukimbilia kwa wafanyabiashara wenye mtaji mkubwa. Usiku ule hakulala, alihangaika kwa mawazo akijiuliza, uchumi huu utaniweka wapi mimi na watoto wangu? Alijua kitu kimoja, hawezi kukata tamaa, lakini njia ya mbele ilikuwa imejaa giza. Kesho yake, Asha alienda sokoni kukusanya mizigo michache iliyobaki. Huko akakutana na mzee mmoja aliyekuwa akihubiri kwa wafanyabiashara wadogo kuhusu kitu alichokiita mzunguko sahihi wa fedha. Hamwezi kukua kama hamjui pesa zenu zinatoka wapi na kwenda wapi, mzee yule alisema kwa sauti yenye nguvu, mtu asiye na bajeti anatembea gizani. Asha alimkaribia akimwangalia kwa umakini. Yule mzee aliitwa Mzee Mshana, aliyewahi kuwa mchumi wa benki, lakini sasa alikuwa na utaratibu wa kusaidia wafanyabiashara wadogo bila malipo. Alimsikiliza kwa dakika thelathini na kila neno lilimgusa sana. Mwanangu, mzee Mshana alimwambia, umepoteza pesa si kwa sababu ya kushuka kwa biashara tu, bali kwa sababu hujaweka misingi. Misingi ya uchumi ndio huokoa mtu hata wakati bei zinapanda. Asha alimwangalia kama mtu aliyepata tumaini jipya. Naweza kukusaidia bure, aliongeza mzee, lakini utahitaji kuwa na moyo wa kubadilika. Asha alikubali. Ndani ya moyo wake aliapa, huu ndiyo mwanzo mpya. Wiki iliyofuata Asha alimtembelea Mzee Mshana nyumbani kwake, alimkuta amejaza makaratasi, fizikia ya biashara na mahesabu kila kona. Muanze na hili Mzee alisema akimkabidhi daftari, andika matumizi yako yote ya siku thelathini, kila shilingi moja. Asha alicheka kwa aibu, hata vipipi ninavyowapa watoto? Ndio ndivyo vinavyokuua zaidi, mzee alijibu. Siku zilivyopita, asha akaanza kugundua vitu alivyokuwa hajawahi kuviona. Alikuwa anatumia shilingi elfu mbili kila siku kwa peremende za watoto, shilingi elfu tatu kwa maji ya kunywa ya chupa badala ya kuchota nyumbani shilingi elfu nne kupanda bajaji badala ya daladala alipokadiria mwisho wa mwezi alipigwa na butwaa matumizi yake ya vitu vidogo vidogo yalifikia shilingi laki mbili na elfu themanini pesa iliyoweza kuendesha biashara ndogo au kuokoa mtaji aliyoupoteza machozi yakamtoka alihisi aibu lakini pia moyo wake ukafunguka hili ndilo somo la kwanza uchume unavunjika kutokana na mashimo madogo madogo ambayo hatuyaoni baada ya kujifunza somo la matumizi, hatua iliyofuata ilikuwa kuamsha biashara yake. Mzee Mshana alimwambia Asha, tatizo si kwamba huna mtaji, tatizo ni kuwa hutumii kile kidogo ulicho nacho kwa akili. Asha alitumia siku mbili kupanga upya bei zake, kutafuta wauzaji wapya wenye gharama za chini, na kubadilisha bidhaa alizokuwa akiuza. Badala ya kuuza mahindi, viazi na mchele kwa jumla, alianza kuuza bidhaa zinazohama kwa kasi: unga unga mdogo, mafuta madogo, sukari ndogo, unga wa lishe, bidhaa za matumizi ya kila siku kwa vipimo vidogo. Wateja wakaanza kurudi kidogo kidogo, lakini bado alikumbana na tatizo: mtaji wake ulikuwa mdogo mno, hivyo Asha akaamua jambo ambalo hakuamini angewahi kufanya: kuanza kuweka akiba ya siku tano. Akiba hiyo ilikuwa ndogo sana, lakini ilikuwa muhimu. Ndani ya wiki tatu akawa ameokoa kiasi cha kutosha kuongeza bidhaa chache zaidi sokoni alijisikia fahari akijua sasa anafuata misingi ya uchumi, si hisia. Lakini changamoto zilikuwa bado hazijaisha. Siku moja jioni, Asha aliporudi nyumbani, alimkuta mtoto wake mdogo Juma ana homa kali. Hospitali ilihitaji malipo ya haraka. Asha alitetemeka. Pesa aliyokuwa ameweka kwa akiba ilikuwa bado kidogo mno. Alichukua daftari lake, akaliangalia machozi yakimdondoka. Mzee Mshana aliniambia nitatokewa na dhoruba kama hii, lakini sasa nifanye nini? Alimkimbiza mtoto hospitali. Baada ya vipimo, walihitaji kulipia dawa na matibabu. Asha akatoa akiba yake yote, ikatosha nusu tu. Wakati amekaa nje akiwa amekunja mikono na machozi yakimtoka, simu yake ikaita. Ilikuwa ni Mzee Mshana. Nimepata taarifa kuwa mtoto anaumwa, niko njiani, alisema. Dakika ishirini baadaye mzee akafika hospitalini na akalipia kiasi kilichobaki. Asha alibaki akijiuliza namna ya kulipa fadhila hii. Mzee Mshana alimshika mkono na kusema, mwanangu, uchumi siyo kuhusu pesa tu, ni kuhusu maandalizi, nidhamu na jamii. Hakuna anayejenga uchumi peke yake. Leo nimesaidia, kesho utamsaidia mwingine. Asha akalia kwa shukrani ndani yake alijua safari yake ya kiuchumi ilikuwa bado ndo mwanzo tu, na msukosuko wa kwanza ulikuwa tayari umempima. Miezi miwili baada ya tukio la hospitali, Tanzania ilikumbwa na mfumuko wa bei. Kila bidhaa sokoni bei ilipanda ghafla. Unga, mafuta, sukari, hata nauli. Asha alienda sokoni kama kawaida, lakini takwimu alizozikuta zilimfanya akose pumzi. Bei ya mafuta aliyokuwa akinunua shilingi elfu sitini dumu kwa ujumla sasa ilikuwa elfu tisini unga aliyokuwa akinunua kwa elfu ishirini na tano sasa ulikuwa elfu thelathini na tano na vibandiko vidogo vya sukari vilivyokuwa shilingi elfu mbili sasa vilikuwa elfu tatu mia nne. Alishika kichwa. Hivi nitauzaje tena? Wateja wangu hawana uwezo wa bei hizi. Wafanyabiashara wengine walikuwa wanapiga kelele, wengine wanapanga mikutano ya kugoma, wengine wanakata tamaa. Ashara wengine walihisi kama dunia inamzonga tena Akamkumbuka mzee Mshana na maneno yake, biashara ushamiri kwa ubunifu, si bei. Alikaa chini akatumia saa nzima kuandika mawazo, ndipo akalipata wazo ambalo lilibadilisha maisha yake. Aligundua kuwa watu hawana uwezo wa kununua bidhaa kubwa, hivyo akaamua kuuza vipimo vidogo vidogo mno kuliko kawaida: mafuta ya mia mia tano kwa chupa ndogo, unga wa mia nne, sukari ya vifurushi vya kiganja, kibiriti na chumvi kwa vifurushi vidogo zaidi wateja wakaanza kufurika. Walisema Asha ndiye anaelewa hali yetu. Hii ilikuwa ishara yake ya kwanza kuwa kwenye uchumi, anayemfuata mteja ndiye anayeshinda. Siku moja, Asha alipokuwa anakusanya mizigo sokoni, mama mmoja aliyekuwa jirani yake alikuja kwa haraka, Asha, unauzaje mafuta vile vya vipimo vidogo? Asha akamwambia bei, kisha mama yule akasema maneno ambayo Asha hakuyatarajia. Nataka kukuuzia kibanda changu, ninaenda kijijini kuugulia mama. Kina mauzo mazuri, lakini sina wa kukisimamia. Asha alishtuka. Kibanda cha kiko wapi? Kina thamani ya laki tatu tu, mama huyo alijibu. Lakini Asha hakuwa na hata laki moja. Mbaya zaidi, alipokuwa naongea alitambua kuwa hii ndiyo fursa aliyokuwa akiota siku zote to expand. usiku ule alitembea hadi kwa mzee Mshana. Mwanangu, mzee alisema baada ya kusikiliza, hiki ni kipindi cha kiuchumi ambacho wengi wanapoteza, lakini wachache wanatajirika. Fursa huja wakati watu wanaogopa kuchukua hatua. Aliweka mkono begani mwa Asha. Chukua kibanda hicho, lakini usichukue mkopo wa riba. Tafuta marafiki wawili au watatu, washirika. Mkiunganisha nguvu, hakuna mtakachoshindwa. Kauli hiyo ilipenya kabisa ndani ya moyo wake. Kesho yake Asha akatafuta wanawake wawili ambao walikuwa wanatafuta pa kuwekeza pesa kidogo walizokuwa wamehifadhi. Wakakubaliana kila mmoja aweke shilingi laki moja. Watatumia kibanda kwa zamu, lakini faida watagawana kutokana na mtaji wao. Kwa mara ya kwanza, Asha akawa mshirika wa biashara, si muuza bidhaa tu. Siku ya kwanza ya kuanza kibanda kidogo, mambo yalikwenda vizuri, lakini wiki ya pili ikaja na tofauti. Waweza kusema ule mtihani ambao huthibitisha kama mtu amekomaa kiuchumi. Mama Rehema, mmoja wa mama washirika, alianza kulalamika. Mbona faida yangu ni ndogo kuliko niliyoitarajia? Mama Zawadi naye akasema, kwa nini Asha ndiyo awe msimamizi mkuu? Si mtaji ni sawa? Maneno yakaongezeka. Maneno yakawa makali. Urafiki ukaanza kuyumba. Asha alikaa kimya siku mbili akiwaza. Alijua uchumi siyo tu pesa, ni ubinadamu pia. Ikambidi kukutana na mzee Mshana tena. Mwanangu, mzee alisema, tatizo lenu si faida, ni ukosefu wa utaratibu. Biashara ikikosa kanuni, marafiki wanageuka maadui. Mzee Mshana akawaandikia kanuni nane za ushirika. Moja, kila mtu awe na siku maalumu ya kusimamia. Mbili, mauzo ya siku yawekwe kwenye daftari la pamoja. Tatu, hakuna kuchukua bidhaa na kupeleka nyumbani bila kulipa. Nne, faida igawanywe kila mwisho wa mwezi, si kila siku. Tano, kila mtu ahudhurie vikao vya mwisho wa wiki. Sita, kila mtu aweke akiba ndogo kwa dharura. Saba, hakuna kupigana mdomo mbele ya wateja. Nane, kila mmoja aheshimu kazi ya mwenzake. Waliposaini kanuni hizo, mambo yakatulia. Ushirikiano ukaanza kushamiri. Asha alijifunza somo zito la uchumi. Ushirika usio na misingi ni sawa na nyumba isiyo na msingi, huanguka kwa upepo mdogo tu. Miezi minne ikapita, kibanda kilikuwa kwa kasi isiyotarajiwa. Wauzaji wa jumla wakaanza kumpa Asha punguzo kwa sababu ya wingi wa ununuzi. Wateja walimpenda kwa unyenyekevu wake. Biashara ya vipimo vidogo ilienea hadi mitaani. Asha alianza kupata faida ya kutosha, akawa anaweka akiba ya kila wiki. Lakini kadri biashara ilivyokuwa ndivyo majukumu yalivyoongezeka. Siku moja alipoenda sokoni kununua bidhaa, aligundua kuwa bei ya mafuta imepanda tena. Mara hii haikuwa ongezeko dogo, ilikuwa kubwa. Kila muuzaji alisema kauli ile ile, hii ni nchi nzima, halmashauri imepandisha ushuru wa kuingiza bidhaa. Asha alitaka kulia. Alicheza na bei kwa siku mbili bila kupata faida yoyote. Usiku mmoja alikaa akiwaza, nikipandisha bei nitaikosa soko, nikishusha nitafilisika. Hapa ndipo alitambua kuwa anahitaji kitu kipya kabisa, uwekezaji. Asha alimtembelea mzee Mshana kwa mara nyingine tena. Mzee, ninaogopa alisema, kwa sauti ya kukata tamaa. biashara inapanuka lakini mfumuko wa bei unanikandamiza. Nataka kuwekeza, lakini sijui wapi pa kuanzia. Mzee akatabasamu taratibu. Mwanangu, sasa umefika sehemu ambayo wafanyabiashara wachache hufika. Wengi husema wanataka kukua, lakini hawajui kuwa kukua pia kuna maumivu. Akamkabidhi daftari moja lililokuwa na kurasa tatu tu zilizoandikwa: moja, akiba ya dharura; mbili, uwekezaji mdogo mdogo; tatu, uwekezaji wa muda mrefu. Kisha mzee akamwambia Uchumi wa mtu haujengwi kwa kuuza tu, unajengwa kwa kuweka sehemu ya faida kwenye miradi isiyoathiriwa na mfumuko wa bei. Asha akaanza kuweka akiba kwenye kikoba cha wanawake, akawa anawekeza kiasi kidogo kwenye kilimo cha mboga kwa mama mmoja aliyekuwa akihitaji mtaji mdogo, na sehemu nyingine akaweka kwenye akiba ya dharura. Miezi sita baadaye, amani ilianza kurudi. Biashara yake haikuyumba tena, kila bei ilipobadilika alikuwa na miguu mingi. Siku moja Asha alienda kumtembelea mzee Mshana kumshukuru. Alipofika akakuta mzee akiwa ameketi nje akitazama mandhari ya milima. Mzee, nimefika kukushukuru, bila wewe nisingefika hapa. Mzee akamwangalia kwa macho yenye upendo. Mwanangu, kila ulicho nacho kilikuwa ndani yako, mimi nilikuonesha njia tu. Asha akatabasamu huku machozi yakimtoka, machozi ya ushindi. Aliporudi sokoni, alisimama mbele ya kibanda chake kikubwa sasa, kilichokuwa na wafanyakazi wawili. Alipumua kwa nguvu, akasema, huu ni mwanzo tu, uchumi wangu hautawahi kuanguka tena bila kuupigania. Hitimisho. Asha alianza kama mama wa kawaida, alianguka kibishara kutokana na mfumuko wa bei, matumizi mabaya na ukosefu wa maarifa ya uchumi. Lakini kupitia nidhamu ya matumizi, bajeti, akiba, ushirika ubunifu unaolingana na hali ya uchumi, uwekezaji wa hatua kwa hatua, aliibuka kuwa mmoja wa wafanyabiashara wenye uthabiti katika soko lake. Hakutajirika haraka, lakini alijenga uchumi thabiti unaokuwa polepole pole, ambao hauyumbi kwa upepo. Hadithi yake inabeba ujumbe mmoja mkuu: uchumi si bahati, ni maamuzi madogo madogo yaliyofanywa kwa nidhamu kubwa. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii, niandikie maoni yako na nini kimekupendeza zaidi. Karibu tena tujifunze uchumi kwa wakati mwingine. Kwa sasa tuishie hapa. Bye bye.